CUF inatamka wazi kwa uchaguzi mkuu wa 2025 haukuwa huru, haukuwa wa haki wala wa kuaminika. Ni ubakwaji mwingine wa demokrasia. Matokeo yaliyotangazwa hayana uhalali wa kidemokrasia. Chama kinaitaka jamii ya kimataifa, mashirika ya kikanda, ya ndani ya nchi na wananchi wenyewe kwa ujumla kuchimikiza kwanza kuundwa serikali ya mpito, caretaker government. CCM itatufikisha mabaya, imetufikisha mabaya, haiaminiki kabisa. Tunahitaji pawepo na serikali ya mpito itakayosimamia mchakato wa mpito wa kisiasa na kukamilisha kwanza, kukamilisha upatikanaji wa katiba ya demokrasia inayotokana na maoni ya wananchi; kuunda tume ya uchaguzi iliyo huru kweli na isiyodhibitiwa na chama tawala, iandaye uchaguzi huru na wa haki; kulinda haki za binadamu kwa kufanya mageuzi ya mahakama na vyombo vya dola, hususan polisi na usalama wa taifa. Watu wakiwa wanaandamana, hukumu yao sio kupigwa risasi kuwekwa mahakamani. Kama wanaandamana kinyuma cha utaratibu, sio kupigwa risasi. Kuna watu ambao wala walikuwa hawaandamani. Unahitaji uwe na jeshi la polisi ambalo sio jeshi la polisi Waneta, makeru. Wakati mwingine tuwafanya makosa hii ya ut e, e, force wao wanaona kutumia nguvu. Tunahitaji tuwe na polisi, huduma za polisi ulinzi wa raia na mali zao. Tunahitaji kujenga taasisi madhubuti ya mapambano dhidi ya rushwa. Huku kungangania kubaki madarakani ni kwa sababu ya rushwa. Rushwa ikikifili na tamaa za utajiri, unaona kwamba lazima tu mimi niwe rais. Tupate taasisi madhubuti ya kuweza kupambana dhidi ya rushwa. Na vile vile kujenga misingi ya uchumi dumishi unaokuza uchumi na kuzalisha ajira kwa wingi kwa vijana wetu. Ni hatari sana, vijana wa Tanzania wameanza kukata tamaa. Na vijana wakikata tamaa ni hatari. Lazima tujenge misingi imara ya uchumi dumishi ambao utawapa matumaini vijana kwamba na wao pia wanaweza kuwa maisha bora, maisha Labide, yu, mpitu, wakisiasa, wakisiasa, na maisha moja na maisha ma la pili kufanikisha mazungumzo ya kitaifa ya kuunda serikali ya mpito. Wafungwa wote wa kisiasa na hususan Tundu Lissu mwenyekiti wa CHADEMA waachiwe huru mara moja. Tatu, kufanyika kwa uchunguzi huu wa mauaji, uvunjaji wa haki za binadamu, uharibifu wa mali na uhalifu katika wakati huu wa uchaguzi. Nne, tunawapa pole ndugu na jamaa wote waliopoteza ndugu na wapendwa wao katika mauaji yaliyofanyika katika kipindi cha uchaguzi, kuomboleza vifo vya watanzania wenzetu bendera za CUF zitapandishwa nusu mlingoti nchi nzima kwa mwezi mmoja kuanzia leo. Natoa taarifa eh, kwamba bendera zetu zipandishwe nusu mlingoti kuomboleza vifo vya watanzania wenzetu ambao wamepata janga la kupoteza maisha. Tano, kaf chama cha wananchi, tunawaomba watanzania wanaopenda haki nchini kote kufanya ibada maalum siku ya Jumatatu tarehe 10 Novemba 2025 kwa kufunga kula mchana na kufanya dua na maombi. Baada ya kufungua, kila mtu kwa imani yake, dua na maombi ya jikiti kumwomba Mwenyezi Mungu kupitisha hukumu ya haki dhidi ya wale waliosababisha mauaji na yale yote yaliyotendeka katika uchaguzi mkuu wa 2025. Chama cha CUF kinaendelea kusimama na wananchi, kutetea haki, demokrasia na uhalali wa ma maamuzi ya raia wa Tanzania. Hii ni nchi yetu sote, maamuzi ya raia <coughs> lazima yaheshimiwe.